Mwenyezi mumba mbingu na nchi, Mungu wa neema, mtenda haki, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye ushindi, haki yako ikajitukuze katikati ya watu hawa. mambo Bwana, wamekushukuru kwa mwaka huu uliowavusha. Yawezekana ulikuwa ni wa vita, yawezekana ulikuwa ni wa ushindi, yawezekana ulikuwa ni wa maendeleo sasa wanakushukuru pia kwa yale ambayo Bwana wanaona ni mema na wanaona ni wewe Mungu. Hivyo Baba, sina haja kuungana nao nami na sina budi kuungana nao watu hawa, ya kwamba Baba hizi shukrani wafurahie, maana unasema ya kwamba ukatazama wanayekushukuru na kukuinua na kukusifu wewe, ukawafurahia ukawalizia, na ukawafanya kuwa taifa lenye nguvu. Baba, ninakuomba neema yako ikatengeneze michilizi katikati ya watu hawa ndani ya miezi kumi na miwili hii tunoianza, kwa jina lako Mwenyezi Mungu liye hai. Amen. Karibuni. Ame. Studio. Ame. Nyimbo hizo za watumishi wa Mungu wa mahali hapa wametunga mahali hapa, wa mimi nabarikiwa sana mimi <coughs> e, hata kwa gari nikiwa natembea nasikiliza nyimbo zenu tu, hata nikiwa kwa wapi nasikiliza hivyo. Kwa hiyo huwa ninapenda sana kukisifu na kukiona cha maana kile ambacho Mungu amenipa Ndio maana huwa napenda kusikiliza nyimbo zenu, huwa napenda sana kuwasikiliza kwa sababu ninawakubali, wakubali eh. Ndio maana hata watoto wetu, niko kwenye harakati nzuri sana ili wawe na cha kwao eh. Wawe na cha kwao kingine ninachoweza nikasema, waimbaji mmependeza, yeah. Watoto hawa pia wamependeza, ina tu wanahitaji usimamizi na wakisimamiwa zaidi, umeme naona kabisa, kuna watoto wenye karama zao yeah. Lakini zaidi ya yote, Mbwambo, nimeona wengine watu wamevaa sare, wewe na mama askofu. <laughs> <laughs> kwa hiyo kwa kweli ni nzuri. Hebu aje mmoja nimwone, mmoja tu alioko sha yani. Mpaka ni si mmoja tu nanyanyuka haraka haraka, nafuu yani, hawaelewi ya. Unajua kuna watu wako hapa, ila hawaelewi naongea na kina nani, hey. Afu mwage washapu sana, mkiwa washapu inakuwa nzuri zaidi. Eh, hey, aliyowachagulia amewachagulia kitu kizuri. Kwa hiyo na wapiri <todiculia> Mama Dorin umeshakuwa mjini sinaona, mi sinaona. Kwani wewe hujaona? Yani, asante sana aise <laughs> ah, ah. Na mwingine, raise your voice and shout. Come on. <laughs> Niseme neno moja mkiwasimama, mmewakilisha hawa wenzenu sawa. Naomba mbembelezee watoto jamani, mkiwa mmewakilisha hawa wenzenu. Naomba mwaka huu, maana tangu mwaka jana nimezungumza, ila hapa katikati, ya kwamba tuna walimu wanakuja, lakini waliomba na wao tu ya kwamba ipite hizi tarehe hizi. Ningeomba sana sana sana sana sana waimbaji, nafikiri mnanisikia. Mungu atusaidie sana. Sasa hivi tufanye kitu cha tofauti kitachoweza kuleta motisha nyingine, na tuongeze bidii na tufanye jambo kubwa zaidi ya mwaka jana. Nawaomba, nitashikamana na, na nyinyi tutakuwa pamoja tu kwa maombi, kwa ushauri, lakini washukuru tangu mwaka jana. Lakini wangesimama wote, na mama Sofia, akawepo na imani ulimbwambo, na nitaona itakuwa njema sana. Wako wapi sasa? Nikisema wote, mnawahi maana nyewe kunyanyuka mpaka hadi saa zingine waga, tunataka kuwarudisha mnakuwa kama mnyanyuki kama mnanyanyuka, niwaombe nieleze jambo hili. Mmekutana na misukosuko, ni kweli. Kuna wimbi liliingia kwenye kikosi chenu kweli, lakini mumejisimamia kuonyesha sala hii ni kuonyesha ya kwamba tunaendelea na kazi, tuko kazini na hatujatetereka. Hebu jipigeni makofi tafadhali. Sasa nyeye mtulia, alafu sisi tunaomba tuwapigie makofi tafadhali. Huduma ya uimbaji mnaweza mkaichukulia kitoto, ila ni kazi kubwa sana, yenye vita, yenye vita moja kubwa sana kuliko mnavyofikiri nyinyi. Huduma ya uimbaji inahitaji kwanza wewe ujue kwamba umeingia pale kwa mapenzi yako umeingia pale kwa moyo wa kupenda, umeingia pale kwa kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda, ila ujue ya kwamba wewe hautofautiani na mhubiri wa Injili. Ndio maana unakuta huduma ya uimbaji ina vita kuliko unavyofikiri na wakati mwingine mnapigwa kwa sababu hamwelewi hilo, ya kwamba mimi sitofautiani na mtu anaohubiri madhabahuni, maana mimi ni mhubiri, lakini kwa staili hii. Inaonyesha uhai wa kitu au kupumua kwa kitu. Kwa mfano uhai wa mnyama, kupumua kwa mnyama, ni kuona anatembea, si kweli? kujua mtoto wangu ni mzima ni vile ulivyomzoea tu, vurugu vurugu tile, mara akimbie huku, mara atambae, mara atake kuvunja hiki, mara fwewe. Jamani, ukiona siku moja ametulia kama amenyong'onyea, utajua hapa kuna shida. Ni kweli au sio kweli? Kwa hiyo hata uhai wa kuona kwamba hiki kitu kipo kinaendelea ni hii sare, manake ni matukio ya kwamba tumo tunaendelea, tufanye nini? Nami niseme jambo moja, wimbi ambalo limetokea mwaka jana na tumesema mwaka huu ni wa kukausha, si ndio? Bwana akaushe galika, si ndio? Ni wasihi mwe waombaji, pateni muda wa kuomba. Halafu msikubali kama mtu mnamwona y kwamba yuko tofauti, unakaa kimya, unagugumia anazungumza maneno ya ovyo mtaani huko, au anaongea ongea vitu vya ajabu, kinywa chake kinatoa matusi, mnakuja mnaimba naye na mnakaa tu hivyo lakini, ninewaombeeni jambo moja tu naloweza nikawasihi wateule wa Mungu ya kwamba Kuweni waombaji, kuweni waombaji. Kazi yenu si ndogo, ni kubwa. Kalama hii siyo ndogo, ni kubwa. Kuweni waombaji, sawa eh? Na zaidi ya yote Mungu tu akaushe galika kwenye kazi ya mikono yenu muwe na nguvu ya kuwa mnafanya mambo yenu ya kikwaya na yaende kuifeza. <coughs> Biashara zenu zistawi, kazi yenu istawi, kazi ya mikono yenu istawi, ili kile mnachokifanya kama, mifuko yenu mifuko yenu isiliwe na madumadu wala na nzige, bali iwe imetuna kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ili mfanye haya mwaka huu. Ndio maana nasema kwa hatua kubwa, Mungu wa mbinguni awabariki. Msingekuwa hivi, singewasimamisha nimewasimamisha. Kwa sababu mko hivi, mmenielewa vizuri? Amina sana. Naomba wakiwa naenda kukaa, wakiongozwa na mama askofu, katibu na kuna katibu msaidizi eh. Amina ah, se naomba kwa niaba ya wote wapungie mikono kanisa. Njoo mbele sasa, njoo njoo. Amina. Amina. Mungu awabariki. Asante. Tukakae. tuka Let us take a seat. Tukakae jamani. Nataka kuendelea kusimama. Yes. Amina, asante. Kingine, the other thing. Nipende kuwashukuru waimbaji muliokesha na mimi me. Kweli mmefanya kazi nzuri usiku wa kuamkia leo. Jamani, tuwapigie makofi tafadhali. Si mmeona, muliokesha mmeona walivyoimba the ah, jamani hao ah, watoto wetu jamani mmekesha bunduki kina Neema yeah. nani, vita nani, nani, yamani kwani tusiwapigie makofi? Let us clap for them. Nilikuwa nikiwajadili ofisini kwangu vile ambavyo wamejitoa, the wameihudumia ibada usiku kucha, they were here ministering unto the service all night. bila usingizi jamani, mlikuwa mnaona wamepambana kwa kweli, wamenigusa they really, kabisa kabisa, they touched me. bila kumsahau kijana nani yule aliyokuwa anapiga kinanda, kweli kamefanya vizuri, si ni kweli jamani? Kameungana na sisi, kinanda kimepigwa, tumecheza hapa, tumeimba, yani mpaka imefika hata saa kumi bila kujua imefika saa kumi mpaka nikawa najua kabisa ya kwamba asubuhi ya leo. Hebu wewe uliyo kairo pozi, umelala au umekaa? Ungekuwa kama waliokesha. Mimi unajua, usikae kwenye kiti, mimi nakueleza. Hebu naomba kiti, sio vizuri. It is not good. Mimi kama mimi, I personally, nimesimama. I am standing. Naomba nitolee mfano, ukae hivi. Sasa ukikaa hivi unaniangalia, au unaangalia bali, sio kanisani ufanye hivi, sijui unanielewa, inakuwa kama upungufu wa nidhamu. Adabu inakuwa ina, eh, ukikaa hivi, manake nini? Sasa ni nini? Au si kawaida hiyo? Sasa ukienda ofisini kwa mtu, unaenda kuomba kazi, ukafika ukakaa hivi. Mm. Sasa wewe suta tusufanya sisi tuwe tunakuombea upati kazi. You make us pray for you won't get any job. Na hili pause linaweza ikakujulisha, linanijulisha mimi moyoni mwako ukoje wewe ni nani. And that pause shows me who you Maisha really yako ni are, yapi unarerewaje. What are your manners, your characters and how you are brought up. Kwa hiyo, therefore, unapokuwa kwa ibada ni Mungu yani, umekuja mbele za nani? Ukikaa hilo pozi, Mungu mwenyewe anakushangaa, huyo amekuja kuniabudu, anakaa mbele yangu hivyo. Kwa hiyo ili ufike mbali, kuna vitu vitatu vya msingi sana. Heshimu wazazi, heshimu watu, heshimu ibada, utafanikiwa. Ya mwisho nimesema heshimu nini? Kumbe umenisikia? Heshimu wazazi, heshimu watu, heshimu ibada, hakika utafanikiwa. You will sema amina kubwa. Shuhuda zimetolewa, tumekesha tukitoa shuhuda, tukiimba, tukisifu. Waimbaji, nirudie tena kusema, leo Mtakatifu atende kazi kwenu kama mlivyomtumikia waliotoa shuhuda, muliokuwepo, mambo mazito, Mungu aliwaponya kupitia sisi watumishi, na mimi mtumishi, ambao ndio nimehusika hao watu kuponyeka, ndio ninazungumza kwa waimbaji hawa. Loo mtakatifu awatendee wa kazi kama mulivyomtumikia, mmekesha mkimtumikia Mungu mmeonyesha heshima kwenye huduma yenu, mmeitika ili kuja kuwahudumia wanaojua ya kwamba watumishi wanaotuhudumia madhabahuni, waimbaji, who timu fulani kina nani. Kwa hiyo mimi binafsi I nimefurahi na Mungu awabariki. Media team , Mungu awabariki kwa kazi mlizozifanya, you... na mnazozifanya. Mmekuwa na maombi katika sekta yenu, lakini naamini mwaka huu tutafanya vizuri zaidi. Yes, Mungu atutendee mema well. Na wewe tamani mwaka huu ufanye mazuri zaidi kuliko mwaka jana, na ikawe hivyo, kwa sababu gharika mwaka huu limekaushwa kwa jina la Yesu. Mliokesha niliwabariki na kuwatakasa kwa maji mikono yenu hands, na vile uso wenu ulivyooshwa. mnakumbuka eh? Mmeoshwa kwa maji na akawaeleza tafsiri ya kuoshwa kwa maji you hayo ni, ni nini? Kwa hiyo, Therefore, Mungu akatimize kile alichokiagiza usiku wa kuamkia leo na talea, leo na wewe ambaye umehudhuria tena hapa kuja kumshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, ninalituma neno Lika God God, la kwenda kukausha, likakaushe garika kwa jina la Yesu alio hai, sema amina kubwa. Mimi watoto wangu hapa ninawajua. All my children, I know you very well. Kuna watoto ambao wananisumbua mimi kimaombi na nakuwa nahisi nina deni kwao. And I feel like I have a debt for them. Kuna watoto ambao, There are children who, tumetoka nao mbali, we've come a long way. na mahitaji yao ninayajua. And I know their need. Huo wakati mwingine kichwa kinagonga kwa ajili ya hivi really. Kwa nini hao watoto? Unajua, nikitaja nani na nani naweza ikamletea vita. Nafahamu mioyo ya wana wa Mungu na ndio maana hata wazazi huwa saa zingine na washauri, hata kama wanampenda mtoto fulani wasionyeshe au wasitamke ya kwamba fulani nampenda kuliko fulani, inanyanyuaga vita kati ya watoto better. wao kwa wao ibaki hekima too. kwa mzazi tu may, may na kujua fulani ana hekima. Mtoto wangu nampenda na mtoto wangu nampenda, ila onyesha unawapenda wote ila ingalau lazima tu kawepo kwa mzazi kuwa urafiki na mtoto fulani, yani hata ungefanya vipi, yani waga kuna ka urafiki tu kanatokeaga sehemu fulani. Si kwamba labda ana hera au hana hera, huwa kuna ka urafiki tu, si kanaweza kutokea ka mtu na mtu au ka mtoto na mtoto fulani, ila jitahidi sana kukaficha wengine wasijue ya kwamba fulani anapendwa so kuliko sisi, makofi, kama unanielewa. Maana baadaye hata yule uliokuwa unampenda, wakigundua, siku unaenda kuomba msaada kama mzazi, if it, if it known, mengine matoto yani yana ujasiri wa kusema. Baba, si ulikuwa unajifanya unampenda fulani, nenda kwa yule yule fulani. Mama, si ulikuwa unampenda fulani sana zaidi yangu imekuwaje leo? Hee, nashangaa mama, mimi naonaga unampenda sana fulani kuliko hata mimi. Sasa usipokuwa mtulivu unaweza ukajibu lolote unaloweza kujibu, ni ya heli. Usionyeshe, jitahidi tu, hata kama nanii, lakini vitu kama hivyo, na hii ni familia so that the family, nikisema fulani unajua you kadiri panapokucha know, unakuwa unajua you know, ya kwamba huyu fulani huwa nikiagiza jambo na nini wanatii, lakini mbona kuna fulani hawatii? Unakuwa unaona lakini. But, hapa kuna tofauti kati ya hiki na hiki, ni kweli au sio kweli kama mzazi kwa hiyo, Therefore, siwezi nikatamka majina I hapa. Lakini nachoweza nikakisema kwa nini Mungu kweli asikaushe ile magalika alafu na wao wakanemeka ndani ya mwaka huu? Mungu tu afanye do kwa haya ambayo majina ninayo hata nisipo yatamka, lakini Mungu tu ajitukuze asihesabu so, na afute makosa yao yale waliofanya labda akamchukiza Mungu, asamehe aachirie, aanze upya na wao kuanzia leo. Tena hili ni neno zito sana. Ungelipokea wewe hapo ulipo tu, jipigie, jipigie makofi tafadhali. Sema Amina. Say, Amen. Unajua, mimi naweza nikawa nimeangalia huku kumbe, you know, nimeangalia huku naweza like nikawa nimetazama huku kumbe, nimetazama huku. Nazungumza hiki kitu kutoka ndani ya moyo. Kuna watu kweli wamekuwa vumilivu, na kuna watu hapa wako wengine na wazazi wao, ila unaona kabisa kwamba huyu hata mzazi wake akivurugika yeye hawezi akavurugika kwa sababu ameipenda huduma kuliko kitu chochote. Wapo hapa, mimi najua, wapo mimi ninajua, wapo ninajua, wapo yaani, wapo kabisa. Sasa watu hawa, Mungu wewe uliye juu uliyesababisha mimi nikamate maiki, hata kama wamekukosea, walikukosea mwaka fulani, Bwana kausha tu na wao waimbe up. Wimbo ulio bora ndani ya mwaka huu waimbe tu, maana najua muujiza hutokea ghafla ghafla Ndivyo kazi ya Mungu ilivyo, muujiza unatokea ghafla, muujiza. Kwa hiyo hata kama kuna vijana walikosea au mabinti walikosea, na wao wameanza kujihukumu, ila wengine waliemba ya kwamba Bwana, sasa nataka utimize ile haja ya moyo wangu. Mimi nakuomba nikuunganishe na, ni na maombi yako na kinywa chako. Mungu tu alehemu, hata kama kuna mahali palizibwa, hata kama kuna mahali ulikosea, ila basi utumishi unaoufanya basi ikawe kigezo kikubwa cha kusogeza majibu unayoyaomba, eh. Maana kuna utumishi unaufanya unamwimbia you, Mungu unamtumikia Mungu, uliitetea huduma, ulipambana juu ya huduma, sio mwanadamu. Hilo tu Mungu we alione na alitimize hili neno nililolisema ndani ya kuanzia kabla tujafika tarehe ya leo ya kwamba akakaushe garika, basi likaushwe night. Them... ukauone ushwari katikati yako wewe binti, katikati yako mama. Hebu nalituma neno la kulisukuma na kuvalisha ulipokaa